Katika dunia ya leo, fedha zinaongozwa na kanuni maalum. Kanuni hizi zinaweza kusaidia kuongeza utajiri wako, kuhifadhi kile ulicho nacho, au hata kupoteza fedha zako ikiwa hutazifuata. Watu wengi hutumia pesa bila kuelewa kuwa kuna misingi fulani inayoweza kuwaongoza katika matumizi bora na uwekezaji wa fedha zao. Sasa, ikiwa hutazifahamu kanuni hizi fedha zako zitapotea bila kujua zinapokwenda, lakini wale wanaoelewa kanuni hizi huweza kukuza utajiri wao kwa kuzingatia mbinu sahihi za kifedha. Leo tutajifunza kanuni tatu muhimu ambazo zinaweza kukusaidia kuongeza utajiri wako kupitia shughuli unazozifanya. Kanuni ya kwanza ni passion, yani kufanya kitu unachokipenda. Kanuni hii imetokana na Mike Phillips ambaye ni mfanyabiashara wa sekta ya benki nchini Marekani. Mwaka 1977 alichapisha kitabu kiitwacho Seven Laws of Money, yaani kanuni saba za fedha au pesa. Katika kitabu hiki alielezea kanuni moja ya msingi inayoitwa passion, yaani hufanya kitu ambacho unakipenda kwa dhati. Phillips anasema kwamba Fedha huongezeka kwa mtu anayefanya kazi ambayo anaipenda kwa moyo wake wote. Na kanuni hii inafanana kabisa na ile ya kitabu cha Ariko Dangote, kanuni kumi za pesa za Dangote, ambapo pia kanuni ya kwanza ni passion. Yaani, huwezi kutengeneza utajiri mkubwa ikiwa kile unachokifanya sio kitu unachokipenda kwa dhati. Watu wote waliofanikiwa kifedha ni wale wanaofanya kile kitu ambacho wanakipenda. Hivyo hakikisha kwamba unajikita katika jambo linalokuvutia, kwa sababu pale ambapo moyo wako ulipo, ndipo juhudi zako zitakapokuwa zinazaa matunda. Kanuni ya pili ni kanuni ya kuhifadhi na kuwekeza angalau asilimia kumi ya kila kipato chako, au kwa lugha nyingine unasema ya kwamba ni kanuni ya kujilipa kwanza. Kanuni hii inatokana na George Clason mwandishi maarufu wa kitabu cha The Richest Man in Babylon, au tajiri mkubwa wa Babeli. Kitabu hiki kilichoandikwa mwaka 1926 kinaelezea kanuni tano za kifedha ambazo Clason aliziita The Five Laws of Gold, yaani sheria tano za dhahabu. Sasa miongoni mwa sheria hizi tano za dhahabu ambazo Clason alizielezea ni sheria inayosema ya kwamba fedha huongezeka kwa mtu anayehifadhi na kuwekeza sehemu ya kipato chake. Kwa maneno rahisi, ni kwamba kila fedha unayopata hakikisha kuwa unaweka akiba angalau asilimia kumi. Fedha hii inaweza kuwa akiba au uwekezaji ambao utazalisha kipato cha ziada. Ikiwa kila unachoingiza ndicho unachotumia chote, hutabaki na chochote, na hiyo itakufanya uendelee wa maskini kifedha. Sasa hii inamaanisha kuwa haijalishi kipato chako ni kidogo au kikubwa, utajiri hauletwi na kiwango cha mapato, bali na nidhamu yako ya kuhifadhi sehemu ya kipato chako kwa ajili ya uwekezaji wa baadaye. Ikiwa huwezi kuhifadhi fedha hata kwa kipato cha chini, hutakuwa na uwezo wa kutunza fedha hata ukiwa na kipato kikubwa. Hakikisha kuwa angalau asilimia kumi ya kila unachopata kinakuwa sehemu ya akiba au uwekezaji wako. Kanuni ya tatu ya fedha ni kanuni ya kudhibiti matumizi au sheria ya Parkinson. Kanuni hii inatokana na mwanafalsafa wa Kiingereza aitwaye Northcote Parkinson, ambaye aliunda sheria inayoitwa Parkinson Law. Sheria hii inasema kwamba matumizi ya mtu huongezeka kadri kipato chake kinavyoongezeka. Kwa maneno mengine, ni kuwa watu wengi wanapopata kipato kikubwa, badala ya kuwekeza au kuweka akiba, wanatumia zaidi. Kwa mfano, mtu ambaye kwa sasa ananunua nguo za shilingi elfu hamsini kwa mwezi, akipata ongezeko la mshahara, anaweza kuanza kununua nguo za shilingi laki moja au hata zaidi. Matokeo yake, hawezi kuona faida ya ongezeko la kipato chake kwa sababu matumizi yake nayo yameongezeka kwa kiwango sawa. Sasa ikiwa unataka kufanikiwa kifedha, lazima uivunje sheria ya Parkinson kwa kuhakikisha kwamba matumizi yako hayakui kwa kasi sawa na kipato chako. Lazima ujifunze kuishi ndani ya mipaka yako ya kifedha. Ongezeko lako la kipato linapaswa kwenda zaidi kwenye akiba na uwekezaji kuliko matumizi ya anasa. Hivyo badala ya kuongeza matumizi bila, kila unapopata fedha zaidi, jitahidi kuhifadhi sehemu kubwa ya kipato chako kwa ajili ya uwekezaji wa baadaye. Sasa ninapokuwa nikikaribia mwisho kabisa wa somo hili, naomba tukumbushane kile ambacho tumejifunza katika somo la leo, kanuni tatu ambazo zitakusaidia kufanikisha malengo yako ya kifedha. Kanuni ya kwanza ni ufanya kazi au biashara unayoipenda, yaani passion. Hii itakufanya uwe na juhudi na uvumilivu wa kuikuza. Kanuni ya pili ni hifadhi na wekeza angalau asilimia kumi ya kipato chako. Maanake ni kuwa utajiri sio matokeo ya kupata fedha nyingi, bali kubaki na sehemu ya kile unachopata. Na kanuni ya tatu ni dhibiti matumizi yako katika sheria ya Parkinson. Yaani usiruhusu matumizi yako yaongezeke kwa kiwango sawa na kipato chako. Ukizingatia kanuni hizi tatu, utajipatia nafasi kubwa ya kufanikiwa kifedha na kujenga msingi wa utajiri wa kudumu. Sasa napokuwa nikifika mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali. Je, ni ipi kati ya kanuni hizi tatu unayoifuata zaidi katika maisha yako, na ni ipi ambayo umekuwa ukiipuuza? Andika hapa chini, na mimi pia atakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Asante sana kwa kufuatilia video hii, usahau kusubscribe kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kujifunza katika somo hili. Asante sana na karibu katika video zinazofuata.